Mwisho wa video hii nimetoa ushauri muhimu sana ambaye unaweza kukusaidia wewe kijana ikaongeza uwezekano wako uwe mkubwa kuingia JWTZ. Subscribe, share video hii. Tambua kuwa JWTZ wana mchakato makini sana sana sana. Wao wenyewe ndio wanafahamu utaratibu wao Unaendeshwa vipi. Ukweli mchungu ni waombaji ni wengi. Watu wengi wanatamani nafasi ya JWTZ, hivyo jua kuwa haupo peke yako. Nifanyaje sasa niingie JWTZ? Namba moja, tafuta taaluma adimu, jinoe kielimu zaidi. Namba mbili, chukulia michezo serious. Michezo kama boxing, riadha na michezo mingineyo, ichukulie kwa uzito.